Ha, mpima akamwandikia tarehe akaambiwa, laki nne afanyiwe operation ya kuondolewa nyama za pua. Nikaja nyumbani kwa sababu sikuwa na hiyo hela, ikawa mtoto anapumua vibaya mpaka anacho anatoa hewa, anatoa choo alafu anapata hewa

sema kwa sababu ya vipawa na kwa sababu ya karama za Roho Mtakatifu. Sema tena karama za Roho Mtakatifu. Sasa unaiambiaje dunia? Kuna mtu mwingine sasa hivi, inawezekana na mtoto kama wa kwako, inawezekana anaumwa kama mtoto wako ulivyoenda, akaandikiwa fedha, lakini ajui aende wapi. Unawaambiaje? unawashauri nini? unaiambiaje dunia, dunia? wokuonanitwasiasahuyandunaeagae kuku, <laughs> <laughs> <laughs> Kuna mwanamke mwingine ambaye ana mtoto kama wa kwako, ana nyama za puani, anaenda hospitalini hana hela kama wewe, unamwambia mtegemee nani? Ategemee kwa waganga, wakae nyumbani au waende kwenye Mpe Bwana makofi. Sema amina mai, sema amina. Amina. Ngoja nikuambie kuna mtu sasa hivi ana anatatizo kama hiyo, lakini ajui aende wapi na hana hela. Sema amina. Lakini Mungu anapokutendea tukio au ishara au ajabu yoyote, unaposhuhudia nikienda kwenye maombi na mimi nitakutana na Mungu. Mumu, sema amina.